Novemba hii si ndio Januari? Mm. Watoto wanaotakiwa kwenda kuandikishwa kwanza darasa la kwanza, twendeni wakaandikishwe. Watoto wanaotakiwa kwenda kuanza kidato cha kwanza wa, waende shule, wasiolewe. Watoto wa kike wasiolewe. Tuna kasumba hapa, shemeji zangu nyinyi mtoto wa kike ukishaona tu ana mabadiliko kifuani tayari umeona ng'ombe. Kwa mtu unaenda kuchukua unamuoza mtoto wa watu mdogo, hata maungo yake hayajafikia mikiki mikiki ya kuingia kwenye ndoa. Wewe unatamani ng'ombe tu, upokee ng'ombe. Hapa mkuu wa jeshi la polisi wa mkoa huu ni mwanamke, mkuu wa usalama wa taifa ni mwanamke, aliyekuwa meneja wa Tanroads mwanamke, ndio kahamishiwa Mwanza juzi ukienda vyombo vingi, ndugu yangu hapa, mjukuu wenu huyu, wakuu wake wa idara wengi ni wanawake. Ni kwa sababu wapo wazazi wa maeneo mengine waliona umuhimu wa kumsomesha mtoto wa kike na mtoto wa kiume, kuwapa wote haki sawa ya kupata elimu, hawakwenda kuozeshwa. Ndio maana leo wameletwa hapa na serikali, wanatuhudumia sisi kupitia maeneo mbalimbali. Nyinyi shemeji zangu, mabinti zetu lii ni nao wataenda kuonekana maeneo mengine, wamesoma, wanafanya kazi ya kuhudumia jamii zingine. Lini kama kila kukicha tukiona mtoto ana mabadiliko kidogo tu tunafikiria kwenda kupokea ng'ombe za mzee fulani? Na wazee wazee wangu pia, wengine wapo, wapo kaishi na mama, wamezaa watoto, wamefika kiasi kadhaa, yeye anaona mimi bado natakiwa niendelee kuzaa, anaenda anaoa ka katoto ka, ka kadogo, aendelee kuzaa. We mzee <laughs> nimewaambia mara nyingi, viungo vyetu jamani, tukishafika umri fulani wa utu uzima, hatutakiwi kuonwa hata na watoto. Kaa na mzee mwenzio huyu, uzeeke naye vizuri. Wewe tena unaenda kutafuta kabinti ka watu kadogo, unamwonyesha viungo vyako, eti mke umeoa. Nyinyi <laughs> ni shemeji zangu, mnakuwa mawapi bwana?